Maafisa wanne kutoka himaya ya milki za Kiarabu na nahodha mmoja wa Kenya na mwingine wa Sudan wameripotiwa kuuawa katika shambulizi katika uwanja wa ndege wa Nyala, Sudan Kusini. Shambulizi hilo lililotekelezwa na jeshi la Sudan linadaiwa kuwalenga maafisa hao ambao wanadaiwa kuhusika kuwahami wanachama wa kundi la RSF linalopigana na jeshi la taifa hilo. Melita Oletenges na taarifa zaidi Uhasama kati ya makundi ya Rapid Support Forces linaloongozwa na Hamdan Hemeti Dagalo na jeshi la Sudan likiongozwa na Jenerali Abdel Fatah Al Burhan unaendelea kuchacha na kusababisha machafuko zaidi Sudan, miaka miwili tangu wawili hao kutofautiana kuhusu uongozi wa nchi hiyo na kuzua vita. Jeshi la Sudan liliripoti kulipua ndege ya kubeba mizigo Jumapili katika uwanja wa ndege wa Nyala iliyoko Darfur Kusini baada ya kupata ujasusi kwamba maafisa wa Emirati kutoka United Arab Emirates walikuwa wanasafirisha silaha kwa kundi la RSF. Zaidi ya maafisa wanne wa Emirati kutoka himaya ya milki za Kiarabu wameripotiwa kuuawa katika shambulizi hilo pamoja na manahodha wawili wa ndege kutoka Kenya na Sudan. Kufuatia shambulio hilo, RSF vilevile vile imetekeleza mashambulizi katika mji wa Port Sudan kutumia droni na kulenga gala la mafuta na pia kutekeleza mashambulizi katika kambi la wanahewa la Osman Digna. Mashambulizi hayo yamepelekea kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Port Sudan linalopakana na kambi hiyo. Matukio haya ya hivi punde yameibua maswali kuhusu uwepo wa nahodha kutoka Kenya katika mchakato wa kusafirisha silaha katika maeneo ya kundi la RSF pamoja na kuwasafirisha maafisa wa Emirati. Mashambulizi haya yanajiri wakati ambapo Kenya kupitia Waziri wa masuala ya nje Musalia Mudavadi inaendelea kukanusha kushirikiana na RSF japo imeonekana kuruhusu viongozi wa kundi hilo kufanya vikao Kenya. Juhudi za kuleta amani kati ya makundi hayo mawili kupitia mkutano ulioandaliwa mwezi uliopita katika jumba la Lancaster au Uingereza ziliambulia patupu kutokana na mataifa ya milki za Kiarabu kutofautiana kuhusu mwafaka unaofaa kuleta amani Sudan. Melita Oletenges, Runinga ya Citizen.